Mke wa Abramu, Sarai, hakuweza kupata watoto kwa muda mrefu. Sarai alisema kwa Abram, Bwana amenizuia kuzaa watoto, hivyo nenda kwa Hagar na upate mtoto kupitia kwake. Abramu alisikia maneno ya Sarai na Hagar akapata mimba. Baada ya hapo, Hagar alijua kwamba alikuwa mjamzito na alianza kumdharau bibi yake Sarai. Sarai alisema kwa Abram, nimekosewa kwa sababu hii. Bwana na ahukumu kati yako na mimi. Abramu alijibu, Hagari yuko mikononi mwako, fanya kama unavyotaka. Wakati Sarai alimpata Hagar vibaya, Hagar alikimbia kwenye jangwa. Pale malaika wa Bwana alionekana na kusema, Hagari, rudi kwa bibi yako na ujisalimishe chini ya mamlaka yake. Nitazidisha sana uzao wako. Utamzaa mwana na utamwita jina lake Ismaili, kwa maana Bwana amesikia dhiki yako. Hagar alikiri, Mungu anaye niona, na akaita mahali pale Berla Hairoi. Baada ya hapo Hagar alirudi kwa Abramu na akaza mtoto wa kiume na Abramu akamwita jina lake Ismail. Wakati huo umri wa Abramu ulikuwa miaka hamsini. Hadithi ya Abraham kiwango. Jina la mwanamke ambaye Sara alimpa Ibrahimu ili azalie watoto ni Hagar? Jibu sahihi ni nambari mbili, Hagar.